Aya nafsi kam yaraka Allah aya yara Allah, ewe nafsi ni mara ngapi utamuasi Mwenyezi Mungu. Harisan ala dunya walilmauti, nasiya una pupa ya kukusanya dunia tu, lakini ume sahau kifo. Nasita liqa Allah walqabra wathara wa, umesahau kukutana na mola wako, umesahau kaburi, umesahau michanga wyuman abusan tashibu fihi nawasia, umesahau siku ndefu ambayo watu watapata mvi kwa sababu ya vituko vyake. Lau kanat ldunya tadumu liahliha, angekwa hii dunia hii inadumu kwa watu wake, lakana rasulullahi fiha haya wabaqya, angekuwa alo baki basi ni mtume ingekuwa inastahiki mtu abaki duniani, angebaki Mtume sallallahu alaihi <muchan> wasallam <Seven> walakin tafna an-na'im, lakini neema zote, kheri zote, dunia yote inaondoka. watabqa adh-dhunubu wal-ma'asi kama hiya, yatabaki maasi na madhambi kama yalivyo. Kila kitu kingine kitakuwa kimeondoka, maasi na madhambi tunayo yatenda ndio yatabaki.